Sasa Carlos katokea kwenye nchi yenye bifu na Marekani inaitwa Mexico. Carlos anakwambia hela ikitoka tu nje ya kampuni basi hairudi. Kwa hiyo yeye anawekeza sana na akipata faida pia anawekeza. Akiwa na miaka kumi na moja jamaa alinunua dhamana za serikali kwa Kiingereza wanaitwa government bonds na ndipo alipoanza kutengeneza hela kwa sababu hizi bonds huwa zinatoa riba. Na bond kwa ninavyoelewa mimi ni kama mkopo ambao wewe anaikopesha labda benki kwa muda fulani, alafu atakulipa hela yako na riba juu, na nitakuelezea zaidi kwenye video maalum ambayo nitaitengeneza kwa ajili ya kitu. Utajiri sio furaha yake, kwa sababu yeye anakusudia kuwezesha wamex wote kuweza kuwa na mtandao kwenye simu zao, anaweze kuaccess Google au waweze kwenda YouTube kutumia simu zao. Ukiwa na kusudi na ukijua kusudi lako, pia inaweza kusaidia sana kuwa na mwelekeo, unapata kwa mvumilivu, pia unapata kuwa na furaha. Kama ukiangalia vidio zangu za nyuma, nilizungumzia Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett na kama ulizisikiliza, utagundua wanajua pia kusudi lao, na hiyo ambacho kinawasaidia sana. Tafiti pia inayosema pesa inaweza kunua furaha, mi napenda kusema inaweza kusababisha furaha. Ameeleza vitu vitatu hao. Anasema usinunue kitu ambacho hupendi kwa sababu umepata presha kutoka kwa marafiki zako. Nunua kile kinakufurahisha. Cha pili, wanasema jifunze kutoa kwa sababu watu ambao ni watoaji wanakuwa na furaha zaidi kutoa kwa sababu kutoa ni moyo pia, si utajiri. Si lazima wewe kama Bakresa ndio utoe. Cha mwisho, tumia pesa kutokana jinsi wewe ulivyo, endana na wewe ulivyo.